Qurani ina sura 114. Sikiliza haya maneno, Qurani ina sura 114, ina aya 6236, ina maneno 76440, ina herufi 322373. Aya iliyozungumzia habari ya miezi mitukufu ni aya ya 36 katika sura ya 9 Surati Tauba Aya 36 hiyo ndo imezungumzia utukufu wa miezi, na ndoa ya pekee ndani ya Qur'ani imezungumzia utukufu wa miezi mm. Mwenyezi Mungu anasema baada a'udhu billahi minashaitani rajim bismillahir rahmani rahim, inna inda tashuhuri inda inda Allahi ithna ashara sha'ran yauma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurumun dhalika dinil qayyim. hii mm. ni aya 36 katika surati Tauba. Mwenyezi Mungu anasema ina inda tashuhuri inda Allah, hakika ya hisabu ya miezi ya mwaka mbele ya Mwenyezi Mungu mm -hmm. ithina ashara shahran, ni miezi kumi na mbili. Yawma khalaka samawati wal ardh, tangu siku Mungu alipoziumba mbingu na ardhi. Minha katika hiyo kumi na mbili arbaatum hurumun, kuna miezi minne mitukufu. Dhalika dinul qayyim, na hii ndiyo dini ya Mwenyezi Mungu, mola wako ilionyoka na kusimama mm -hmm. miezi mingapi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 Sufi Ibrahim, yani muongozo wa nabii Ibrahim umeshuka ndani ya Ramadhani. Torati ya Musa imeshushwa ndani ya Ramadhani. Zaburi ya Daudi imeshushwa ndani ya Ramadhani. Injiri ya Yesu imeshushwa ndani ya Ramadhani. Qurani ya Muhamadi imeshushwa ndani ya Ramadhani. Ile kitendo cha kutoka samai, kutoka lauhil mahfudh kuja samai dunia, vitabu vyote hivyo vinne Mungu alivishusha ndani ya Ramadhani. Alafu ndio Jibrili alikuwa anapeleka aya za matukio kwa manabii husika kwa wakati husika kwa matukio husika mm. Nimeeleweka sawasawa. Kwa kitendo cha Qurani na vitabu vingine kushushwa ndani ya Ramadhani vimeipelekea mwezi wa Ramadhani kuwa mwezi mtukufu, okay. Nimeeleweka sawasawa. La pili, mwezi wa Ramadhani umekuwa mtukufu kwa sababu ndani ya Ramadhani kuna makumi matatu ambayo huyapati kwenye mwezi mwingine wowote isipokuwa mwezi wa Ramadhani peke yake. Mwezi wa Ramadhani, kumi la kwanza ndio kumi la rehma, kumi la pili kumi la maghfira, kumi la tatu kumi la iti kumi na nar. Kumi la kwanza kumi la kurehemewa, kumi la pili, siku kumi za pili kumi za, za kusamehewa dhambi za wanadamu, na kumi ya tatu ni kuacha huru na moto wa jehanam. Hakuna hata ile miezi minne mitukufu iliyotajwa ile ambayo Mungu anasema ni ndani ya hiyo kuna miezi minne mitukufu, yale makumi yake matatu yote, hakuna kumi la rehma, maghfira, wala hakuna kumi la iti kumi na nar, isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Mungu kaujalia kwa ile rehma ya kushushiwa vitabu vitakatifu vya Mungu, kumi zake zote tatu zina utukufu ndani yake. mm -hmm. Nimeeleweka sasa sawa? Yeah. Nimeeleweka sasa sawa? Yeah. kutokana na utukufu huu wa kushushwa yale makumi matatu kuwa na vitu vitukufu umeufanya mwezi kuwa mtukufu. Maana yake nini? Utukufu wa Ramadhani umekuja kama Ikulu, umekuja kama Ikulu. Ikulu ni nyumba kama nyumba zingine, lakini inakuwa Ikulu na inakuwa tukufu kwa sababu anakaa nani? Yes. Kwa hiyo rais ndio anaupa utukufu, anaipa utukufu nini? Ikulu. Ikitokea rais kahama na nyumba kaiacha, mnafanya vyumba vya kulala, automatically ule utukufu wake kuna haupo, haupo. Ha. Si nimeeleweka sasa? Hapo nimekosea wapi hapo? Au masheo wanaonikosoa au wanatafuta juu yangu? Huo ndo ukweli hmm. na hakuna shekhe anayepinga hilo kwamba utukufu wa Ramadhani umekuja kutokana na matukio ya Qurani hmm. Lakini ja tatu usiku wa mwezi ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna usiku mmoja usiku wa lailatul qadri, lailatul qadri khairu min alfi shahri. Usiku mmoja wa lailatul qadri ni bora kuliko miezi elfu moja. Miezi elfu moja sawa na miaka themanini na tatu. Ina maana ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna usiku mmoja ubora wake ubora wake kwa thamani ni sawa na miaka themanini na tatu, miezi mitatu, wiki tatu na siku tatu anayefanya ibada nusu saa ndani ya usiku wa Lailatul Qadri, baina ya saa saba na saa kumi kasoro alfajiri, saa kumi na moja kasoro alfajiri, ukapata ibada ya nusu saa, hiyo ibada itahesabika umeifanya miaka themanini na tatu miaka themanini na tatu miezi mitatu wiki tatu na siku tatu. Nani stop, hujasinzia, hujalala, hujakunywa, hujapepesa, hujaenda chooni, hujakatikiwa udhu, yaani we uko kwenye ibada tu miaka themanini na tatu Kwa sababu hii Ramadhani ikapata utukufu. Kwa hiyo Ramadhani kwa maana ya miezi iliyotajwa kuwa ni mitukufu haikuwa katika miezi mitukufu, lakini imepata utukufu kutokana na matendo na vitu vinavyopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ndio maana ukaitwa mwezi kuwa mwezi mtukufu. Lakini ikitokea leo Mkristo anakuletea, anakuuliza, aya, nipe aya ndani ya Qurani mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu, aya hiyo huwezi kutoa, ila utaipa utukufu kutokana na nini? Yale matendo na matukio yanayopatikana ndani ya Ramadhani, okay. hapo hapo ni nimeeleweka? Yeah. Lakini Ramadhani ina tukio jingine ambalo huwezi kulipata wakati wote. Ramadhani ndio mwezi upekee, mchana wake wote unafungwa tena ni amri. Mm. Mchana wake wote unafunga. watu wanafunga tena ni nini amri. ni amri miezi mingine yote, saumu ya Ramadhani, saumu ya mwezi mzima ya, ya faradhi haipo, kwa sababu saumu sa, za faradhi ziko tatu, ima nadhiri, ima mafunga hiyo ya Ramadhani. Tumeelewana sawasawa? Hmm. Eh.